Nashukuru sana kwa sababu ya safari ambaye Rais William Ruto na deputy wake Abraham Kiniki Dure ambaye walikuja walitembelea Embu County na ile kazi ile mambo alifanya, alisema ingine ilikuwa imefanywa na ingine alisema anaendelea kufanya. Mlima tuko county kumi na moja, tumeona ile wale watu walikuwa nasema Rais wa Kenya asiweze kutembea mlima, tumeona vile amekanyanga mlima na amekanyanga vizuri na miguu mbili na wamekuja na baraka na sisi tumewapokea, ingawa kulikuwa na changamoto kidogo. Na hiyo ningeweza kusema katika Kenya, macho ya chura aisuii ng'ombe e, kunywa maji. Kwa hiyo nashukuru sana kwa yale mambo ilifanyika e, siku ambaye ni Ijumaa ile. Ningeuliza watu wa Embu County, ningeomba wakati huu wa kipindi ya miaka mbili na nusu tuweze kupokea rais wa Kenya William Ruto na deputy wake Abraham Kithure ndio tuweze kupata matunda tukiwa watu wa Embu County. Tumetaka ni hakikishie watu wa Mount Kenya. Hiyo wa tena siku moja itakuwa mbesi. Ile tu ni sisi tuweze kuwashikilia juu ya, ya miaka hii imebakia miaka ingine mbili na ingine tano, nataka kuhakikishia. Sisi watu wa Embu County, rais wa Kenya tutampatia miaka ingine. Kwa hiyo atakuwa maliza kipindi yake ya miaka kumi. Kwa hiyo ningeomba tushikilie deputy